Tumepata taaruki ya kutaka kuondolewa katika eneo hili, kwa machozi na damu, kwa maumivu makubwa, tunakiomba sana Chama Cha Mapinduzi, ambacho ndio chama tetezi, chama kinachotawala nchini Tanzania, chama ambacho kiko pamoja na sisi toka tulipoanza biashara mpaka leo. Tunaomba kitusaidie tuweze kubaki, kwa sababu kuondoka hapa manake kumeathiri familia kubwa sana, familia nyingi zilizopo hapa. Ndio hiki kilichotokea, tumesikitika sana kama sisi wanawake, tumesikitika sana kwa sababu tunatafuta maisha, watoto wetu wako shule na tunategemea biashara hizi ndio ziwapeleke watoto shule, badala ya kwenda kuombaomba mtaani. Cha kufanya hatuna, hatuna pa kwenda. Watoto wetu hawataenda shule, kwa sababu wanatutegemea sisi, wanategemea tufanye biashara ili waende shule, wanategemea wale wavae, wafanye nini? Sasa leo hii tukiambiwa tuondoke ghafla hivi, tunaenda wapi? Tunaomba tuhumie, tunaomba chama chetu cha CCM, tunakiomba sana watuangalie, viongozi wetu watuangalie tunawategemea wao watuhurumie. Leo tuko ofisini, tulikuwa tuna kikao chetu sisi, ghafla tumepigwa simu na wafanyabiashara tena, amekuja mgambo amefika hapa akaanza ku, na, na, na Tanesco wakang'oa mita mita zote zimeondolewa. Baada ya hivyo, tukaona tuje sisi hapa, tumekutana na wafanyabiashara, tukasema tuendeni tena kwa walezi wetu. Tumefika chama tukaa, tumezungumza na mlezi eh, mwenezi kwa sababu viongozi hatukakuta, tumemkuta yeye kiongozi hapa, ikawa katusaidia na akasema tuendeni eneo la husika tukaangalie nini kinakuwa. Kwa hiyo mkaona mkimbilie kwenye chama, angalau chama kisaidie juu ya kadhia hii, ambayo naamini kwamba mnatambua uhalisia wa eneo hili, lakini pamoja na uhalisia wake mnaona kwamba uko umuhimu angalau wa nyinyi kuendelea kukusanya riziki kidogo kidogo hapa halali mpaka pale muda utakapofika, mambo yatajulikana mbele, ndiyo? Sio ndio? Sisi Chama cha Mapinduzi, kazi yetu ya kwanza ni kusikiliza sauti za wananchi za wa. Kazi yetu ya pili ni kuhamasisha wananchi kufata utaratibu utara. Lakini kazi yetu ya tatu ni kuhakikisha kwamba yale yote tunayoyafanya kama wananchi kama chama yanazingatia sana ubinadamu na uhalisia wa hali ya mambo kwa wakati huo. Sisi maoni yetu kama Chama Cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma tunaonelea kwamba muendelee kupewa muda wa kuwepo hapa. <coughs> E, nimekuja hapa kumwakilisha mwenyekiti wetu wa chama, lakini kwa kuwahakikishieni kwa na kuwapa ujumbe huu kwamba hapa tunakwenda kushauriana na mamlaka zinazohusika ambao ni watu wa wajiji tunakwenda kuwaelekezana nao kwamba wafanya biashara hawa zaidi ya miangapi walioko pale wahurumiwe, waendelee kuwa katika eneo hilo wakati taratibu nyingine ziki ziki.